Siopara hili ni tope la kili, naenda nikiwa narudi nikute pesa. Machozi yamekuwa mto wa safari, kila usiku, kila asubuhi na jiuliza mbona, na jianikiza majibu ya majibu. <tune> Braza. Badopodo. Kwa mdogo wangu sasa hivi kashaji kuta konta au vipi? Yaani mimi natimba maskani alafu hujafika mpaka dakika hii na kana kusubiri, wewe ulikuwa wapi? Sema yule mmizi wa pale shuleni, mnoku shenzi yani. Nimemchisha maboya ya pale, kajaa mimi nikapita hivi. Baridi hapo yenyewe. Sasa mbona viatu umeweka shingoni? Miguu imeamia huko au vipi? Viatu nimeweka begani ili niwaiche hapo. Hapa yenyewe nimekimbia mpaka miguu inafika kichogoni. Sasa tunafanyaje? So tunafanyaje? Nenda kajipigilie dosho kule, ubadilishe hizo nguo, alafu kuna mchinji wangu nimeupigilia nyuma ya mti pale, uvute, alafu tia kwenye begi, uje nao. Saluti kamanda, chap chap nafanya. Wa ninja, changamka. Basi ipi kamanda, anachora kulia kushoto, tunatatua hivi hapo. Wenyewe uwe mbele, mimi nyuma, afu ina ku overtake bila kuwasha indicator. Si ndio? Hivyo ivo, tuondoke sasa, tuliza mapepe sasa. Mbona kama hivyo? Hapa tunatoka tili tala, yani moja, moja ina kustua madui au vipi? Saa freshi, tondoke baridi tanua. Nimechafuka mioyo imepotea, maovu yanafanya yaani, ukishashiba ya tu kausingizi kaanza kuja ndo akili ya maskini. Maskini akishiba tu ndo unasikia sasa, nachapa kausingizi kango o, hapo ndo, mm, ndo zinakujaga ndoto nzuri. Sasa shangamala pa macho tu macho na pilianka chokla, huyu hapa Chukua tanka zangu chopu hapo pembeni, napeleka zangu ghetto namalizano kuko kwenye usingizi, afu narudi hapa niko gado. I want tell me kwa nini nafikiri mimi si wewe na kaka ajua kana shawishi kula kula tu kila wakati, kama sene kula tena tena kula yezi kodi moja kwa moja tu ni Shabani. Na Shabani shaga mwambia, ukitaka kufanya mambo yako Shabani, washa redio sinisikilizishe mimi mama. Udugu washa yako hayo, ajabu. Washa redio unanitamanisha, au mtoto mdogo pre-secondary school is, sija sija, na nili sija faulu masomo bado, ndo nasoma kabisa. Mtoto mdogo afanya nichaki kufanya vitu vya hivi hmm. Afu kwa taarifa yako hizo kodi mimi naziweza, tena napita mle mle tu naweza kaingiza mademo, mtu kalifanya kama movie la spata. Kazi usinifanye kitu chochote. Afu hii mambo hatujamaliza, nakuja kukwambia nakuchana na, na, na zopigo mimi I don't reachable. Nao upanya rodi. Panya rodi gani? Wameshagundua kabisa kwamba bwaga anaenda kulala, acha tumsumbue. Na ameshajua si kwa nini. Msikini hmm, unanitesa. Hamna bana hizi ni stress za biashara yangu. Biashara yangu ndio naenda kuniharibu confuse brain now. Naenda kuharibikiwa kabisa akili ya nenda kuchizika. Najiona bwaga kabisa huyo naenda kuisha mimi akili zangu. Nimeshaanza kuwa office. Changanyikiwa kabisa mimi. Makopo ndo hivyo, watu hawanunui. Mimi imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea uchawi umekita kama mti wa miiba na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Zaidi kidogo , lakini mimi ndo nimekula sana kuliko wewe. Asante mjomba. Hmm. Chendu. Kwa hali ambayo inaonekana kwa sasa ni tofauti na awali hali yako kidogo kwa sasa inaridhisha, ila una jukumu la kumwelekeza binti yako juu ya hali ambayo alikuwa nayo, aweze kujitambua kwamba yeye ana nguvu ya ziada ndani ya mwili wake, na ndio maana mara nyingi sana anakuwa jasiri pindi anapokutana na mtu wa tofauti na yeye au kiumbe ambacho tofauti na mwanadamu na hata aliponiona mimi hakuonyeshwa kustuka kwa sababu ya hali aliyokuwa nayo. Hivyo kuna umuhimu sana yeye kujitambua, lakini ufanye subira mpaka utakapokuwa wewe umetengama moja kwa moja, ndio mwambie. Na kingine, usisahau kumkumbusha juu ya ile dawa ambayo ameoteshwa, aende akaichukue mara tu kunapofika asubuhi. huu ni usiku sasa. Hivyo ni kukumbusha jambo moja, inapofika tu asubuhi, jitahidi uende kule ambapo ulielekezwa. Yana maelekezo ah, ya kwenye ndoto. Huwezi ah, jua ya Mungu, hiyo dawa inaweza kanisaidia na kurudi kwenye hali yangu kuwa kama zamani. Sawa mjomba, nimekuelewa. Pia namshukuru Mungu kwa alilokuwa nayo sasa hivi kwa, kwa kushika mkono tu, umeweza kujipongoja na kutoka nje, na naomba Mungu akujalie wa mjomba wangu, azidi wa kuimarisha afya yako, rudi kama zamani, na imani tu Mungu atajalia. Na pia sasa hivi kidogo najisikia vizuri na hisi ile hali ambayo ilikuwa ya joto, bila shaka kama sio njaa basi, pia hali za mabadiliko tu ya kimwili, lakini kwa sasa najisikia vizuri. Hivyo nisaidia kununua, unaingize ndani, mme wangu. Nambia mke wangu mi kipunja, aniheshimu aniheshimu kama mama ake. Jana hapa kapita bila kunisalimia, misipende ali. Kama itaendelea, basi bora tu mi niondoke lambwiso lambu. hivi kwa nini anashindwa kukuheshimu wewe Haju? We hajui kama wewe ni mamaake? Hajui kama wewe ndo unamfanya awe na jeuri? Unampikia vyakula vizuri vizuri vizuri. Eh, ana yeye anapendeza kwa sababu ya wewe sasa. Kama ameshindwa kukuheshimu hapa nyumbani inabidi aondoke. Yani mimi mzee manembo na mvi zangu ninakuheshimu wewe, alafu yeye ashindwe kukuheshimu yeye, ataondoka wewe, utabaki feel down damu ya nondo. Ila tuache na hayo, leti mambo mengine sasa. Hapo ndo naona tofauti ya kupendwa na kijana na wazee, mnakea sana, mmeona kweli eh? Unajua usichokijua, vijana hawajui kupenda, hawana mapenzi ya kweli. Sisi tunatoa hela, tunaoa. Wao kazi yao kuwabananisha kwenye vichochoro, hawana mapenzi ya kweli. Unaonaje ikichuma kilivyokuweka ndani kweli eh? mm-hmm. <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wabarakatu wa alaikum salam. Habari yako? mm -hmm. Salamu tuliosalimiana inatosha, haina haja ya mkono Ustaz. Kipaji alichokupa Mwenyezi Mungu na muonekano mwenye wako umependeza sana. Nilikuwa nakuuliza, kwani unaishi wapi? na mimi nataka nijifunze madrasa. Ah, vizuri sana mwenye kutafuta elimu basi Mwenyezi Mungu kambariki. Darasa langu ni mtaa wa tatu kutoka hapa, ila kwa sasa naelekea msikitini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mwenye kuwai jama Allah umpandisha daraja. Basi Allah akufanyie pesi kwa ulichokizungumza. <tipa> una bahati wewe, ungerogwa kunipa mkono tu ungezao hata njia ya msikitini pumbavu! <laughs> imechafuka mioyo, imepotea wadudu. Nambie tope lake ile vipi, harakati zetu zimeendaje? Mishe zinaenda freshi kabisa na yule dogo ambaye nilimwagiza ufuate ule mzigo alifanikiwa. Kwa hivi tunavyoongea upo ndani kwenye begi. Unajua, ndugu yangu, mizigo kama hiyo sio kukaa ndani. Unaelewa kabisa ni mizigo halamu. Wanaweza kukugumia maskari, kawa tatizo. Yaani, natakiwa tufanye namna yoyote tukahifadhi sehemu nyingine kabisa. Da, kweli. Hayo maneno ambayo umezungumza upo sahihi kabisa. Na huu mzigo ambao tupo nao, sio kusema kwamba ni wa kuhifadhi benki au kwenye kampuni lolote ambalo linahifadhi mizigo. Sasa cha kufanya, ngoja mi ningie ndani niuchukue, afu tuzame pole. Fanya hivyo bila kuchelewa.

zana sauti hadi upepo usiku na nongona, mapenzi haya hayawezi kufa, hakuna mwingine kama wewe. Nasikia kwa hali aliyofikia inafurahisha, kwa tuzidi kumdilia Mwenyezi Mungu na katika dua niliyokwambia vile vifaa tulivyonunua unaona, ndo hali hii ka itakawa tuongeze. Nimeshajua kwamba mapungufu yako kwa wapi, sisi tunaelewana. Sasa cha kufanya, kanunue kanfromite, tamondi, mafuta ya za zaituni, methuli, pamoja na usembe wa mkumbi. Kwa kufanya hivyo, basi dua itakuwa imepokelewa na Allah tabaraka wa taala. Mimi nakuelewa sana ustazi tena zaidi ya sana. Unajua mimi dadangu nampenda sana na naumia sana kumuona katika hali ile, hivyo nitafanya chochote kile ambacho ananiagiza mimi, hili tu dadangu arudi kwenye hali yake kama ya zamani. Unajua tuko wawili tu, kwa hiyo niko tayari kwa chochote kile. Asante kwa kunielewa. Cha kufanya basi, hebu tumwingize ndani sawa Chafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana na kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sio ni mwisho, sio ni mwisho kama dunia imesahau hazina ya upendo. ma mdogo, jamani, mimi nishachoka. Tunasubiri muda wote baba mdogo, hata aje mwisho wa siku, unajua hapa itatudondokea. Hmm, mmm. Wewe nae mtu, msubiri kwanza, dakika tano tu, kaniambia anafika sasa hivi. Hata usijali, mara sawa, anafika sasa. Mtu yuko wapi eh? Mpaka miguu inaingia tumboni, jamani. Anatokea tukiamaka. hmm. au wewe hmm. naye hmm. Alafu nimekumbuka hivi, ule mfanyakazi alio mleta dada, ni mfanyakazi au kuna kitu kinaendelea? mmm hilo nalo neno maana anaonekana smart msafi msafi. Ila huwezi kujua bwana maana kila mfanyakazi ana desturi yake. Labda yeye kazi yake hivyo smart smart utajuaje? Hmm. <laughs> Ila unajua nini mwanangu? Mimi ni mtu mzima. Lazima hili nitalichunguza. Wewe mimi sikubali kushindwa. Ni mpaka nijue kinachoendelea ni nini. Haya, mama uchunguzi. Wewe endelea kuchunguza. Mimi namsubiri baba mdogo apafike. Maana eh, kana tukiamaka. Mshirika mwenzangu tulishindwa mara ya kwanza kutimiza lengo letu, na ili bakia kidogo tu lengo letu litimie, lakini kwa muda huu ni lazima tuhakikishe tunachukua ilizi, maana ni muhimu sana katika kazi zetu. Haina haja ya kupoteza muda, tuitoe katika huu mwili, tuondoke naye. mm -mm. <tibos> imechafuka Mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami. Kuna zamana, hakuna chombo cha kuokoa. Hii ni ya